Lakini naomba niwajulishe kwamba serikali inakuja na mpango wa ujenzi wa viwanda, ambao mpango huu lengo letu kujenga viwanda 1945. Viwanda hivi vitagawanyika katika viwanda vidogo, vidogo sana, vidogo, vya kati na vikubwa. Malengo yetu ni kwamba kupitia viwanda hivi tuweze kuzalisha ajira zipatazo milioni 6.5 ikiwemo ajira milioni moja na elfu arobaini ni ajira za moja kwa moja. Hili litasaidia sana kuchagiza uchumi wa nchi yetu, lakini masuala mazima ya biashara katika maeneo yetu. Lakini jambo lingine, mkuu wa mkoa wa Morogoro, nafahamu maumivu yako, nafahamu maumivu yako hasa viwanda vile ambavyo vilijengwa kipindi hicho na baba wa taifa, lakini ilikuwa nia njema ya kuvidafsisha watu waweze kuvimiliki, kuendelea kufanya uzalishaji, lakini kwa bahati mbaya sana, wengi wengine waliopewa dhamana hiyo, wengine wamepata viwanda hivyo kwa bei nafuu sana, lakini bahati mbaya sana viwanda vingi ambavyo vimebinafsishwa vingi vimebaki kama magodauni. Sasa hivi Wizara ya Viwanda na Biashara tumeanza kazi sasa ya kuhakikisha kubainisha viwanda vyote, na kazi hii ni mshukuru sana katibu mkuu wangu Dr Ashir Abdallah ameanza kazi hii mkoa wa Tanga na inatuonyesha. Baada ya mkoa wa Tanga watakuja mkoa wa Morogoro kuhakikisha kuainisha vile viwanda ambavyo vilipewa watu kwa ajili ya binafsishaji lakini havifanyi kazi lakini pili kuja na njia nyingine mbadala kupitia ofisi ya AG kwa sababu mambo mengine, mambo ya kisheria, jinsi gani kusaidia jambo hilo viwanda hivyo, na hasa mimi na ofisi ya TR kusaidia viwanda hivyo, wale walioshindwa basi waweze kuviachia, tutafute watu wengine kwa ajili ya uwekezaji. Ninafahamu hapa kwako na viwanda vingi, viwanda vya maturubai yalikuwa nazilishwa hapa Morogoro, lakini chumba kilikuwa nazilishwa hapa Morogoro. Nishukuru wenzetu wa NDC, sasa hivi NDC wako katika hatua ya mwisho ya kupata mwekezaji katika kiwanda kile cha Mang'ula machine Tool. Lakini hivi vingine sasa, katibu mkuu wangu atakuwa na kazi kubwa kuainisha baadaye, kushirikiana na ofisi ya TRA na pamoja na AG kuona namna gani viwanda hivi vitaweza sasa kurudi mikono ya katika mikono ya serikali, baadaye kuvitafutia watu ambao wanaweza kufanya uwekezaji katika maeneo hayo.